moja kwa moja tuanze kulitazama gazeti ya Habari Leo kuiji la habari Tanzania. Lenyewe katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni waliotemwa na Samia kuwania majimbo haya: Daniel Chongolo, Paul Makonda, Masanja Kadogosa, Juma Homera. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mtwara yazidi kung'ara kiuchumi Samia atajwa, habari katika ukurasa wa saba wadao watabiri wa bunge wengi kutorudi bungeni. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Majaliwa awapigania wachimbaji wadogo, anataka taasisi za fedha ziwakopeshe. Ni baada ya kuzindua mitambo ya bilioni 12.4 undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, imeandika gazeti hili. Msaada wa kisheria wa mficho wa baba mdhalilishaji. Habari katika ukurasa wa nane. Waliopigana vita Kagera kulipwa pensheni. Habari katika ukurasa wa tatu bajeti ya serikali ya pita kwa asilimia 98.7. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili lina toleo maalum la mkoa wa Mtwara katika kurasa za ndani. Pata nakala yake, wasomeko ndani zaidi. Habari picha anamuonesha rais Samia Suluhu Hassan akiwasiri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Maputo, Msumbiji jana. Rais Samia anatarajiwa kushiriki maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Msumbiji katika uwanja wa Machava pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, unalo gazeti Mwananchi lenye habari. Habari aliyopewa kipaumbele ni mkeka wa Samia moto majimboni, awapa fursa wakuu wa mikoa na watendaji wanaotajwa kutaka ubunge, wadau wa siasa waeleza watakavyoongeza joto huku CCM ikipiga marufuku wa mikutano ya watia nia na wajumbe wa kura za maoni. Habari katika ukurasa so wa 15 wa gazeti hili, mikoa ya Mwanza, Arusha, Iringa, Mbeya na Songwe ambayo ni ya Tobias Ndengenye, Po Makonda, Daniel Chongolo, Peter Serukamba na Dr Juma Homera. Ndugu, katika ukurasa so wa mbele wa gazeti hili ni ya Kiama Mwalimu ikisema mkuu wa mkoa ana ushawishi lakini anaogopa kwa nafasi yake, ugemwacha na nafasi yake, kuna uwezekano akachaguliwa kwa sababu watu, kwa, kwa ya ukuu wa mkoa alionao, lakini ukimwondoa unaruhusu watu wampime kwa uhalisia wake. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa kumi na tano gazeti hili limeandika mwigulu ajibu hoja deni bajeti ya pita. Habari katika ukurasa wa tano. Wataalamu waeleza sababu za kukosa hedhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika simulizi ya saa tano ngumu ndani ya mwendo kasi, habari katika ukurasa wa pili. Mzozo baina ya Iran, Israel na mtikisiko wa dunia, habari katika ukurasa, ukurasa wa kumi na mbili pamoja na ukurasa wa kumi na tatu wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatano ya leo. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni bunge lapitisha bajeti kuu ya serikali kwa kishindo, wabunge wa upinzani waipigia kura ya ndio. Ni hatua muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa, habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Samia azidi kuboresha shughuli za wachimbaji, habari katika ukurasa wa nne. Profesa mkumbo uchumi umebaki imara licha ya mdororo wa dunia. Habari katika ukurasa wa nne. Tume ya taifa ya umwagiliaji yapata mafanikio ya kihistoria habari katika ukurasa wa nne. Tumeendelea kuwekeza kimkakati katika sekta ya kilimo, Dr Biteko. Habari katika ukurasa wa kumi na saba. Serikali iridhishwa uimarishaji mpaka wa Tanzania Kenya. Habari katika ukurasa wa pili. Trump, Israel Iran zaafikiana kusitisha mapigano habari katika ukurasa wa 19. Gazeti limeandika programu ya sauti zetu nguvu yetu inavyokwenda kusimamisha wasichana katika uongozi wa habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.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 Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwonga jamii lenyo katika ukurasa wake mbele limeandika panga pangua ya Samia yakoleza joto uchaguzi ma RC ma DC wakurugenzi trc wajitosa majimboni da nako kufukuta habari. Katika ukurasa wa pili baadhi ya wateuliwa wakuu wa mikoa waliotenguliwa wameandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Wapo viongozi mbalimbali kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti, gazeti Nipashe akiwemopo Makonda, Dr. Juma Zuberi, Homera Chongoro Anengenye pamoja na Sirukamba. Wakuu wa mikoa walioteuliwa ni pamoja na Harry James Siro na wengine wengi wakikamata, nakala yako watasoma kwa ndani zaidi. Makala afunguka chama kusitisha ziara mikutano na makongamano habari katika ukurasa nne. Chadema yajitutumua yasema bado iko ngangari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Dr. Nchimbi CCM kufanyia kazi maoni ya viongozi wa dini habari katika ukurasa wa wa tatu. Mchemba awatoa hofu wa Tanzania deni la serikali habari katika ukurasa nne. Adaiwa kuwa wadogo zake naye wao na watu wenye hasira habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo ile imeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii tulitazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, Jumatano ya leo lenyewe limeandika yametimia waliorusha taulo kugombea ubunge waruhusiwa na Samia ateua wapya na kuhamisha wengine, huku ukuu wa mikoa wilaya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha viongozi mbalimbali ambao, um, hileo wameandikwa kwenye magazeti mengi. gazeti hili imeandika watakamatwa wajumbe wakinukisha posho za mbunge. Nchimbi atoa msimamo mkali rushwa CCM. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Shekh Ponda ajitosa Temeke, Makonda Gambo hakuliki hakulaliki. Habari picha inamwonyesha Nchimbi pamoja na Shekh Ponda. Hatutaki mamluki uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano. Habari katika ukurasa wa kumi na tano. Gazeti hili imeandika bandari da ilivyoongeza usalama. Habari katika ukurasa wa tisa. Ya eura yasisitiza usalama kwenye gesi ya. Habari katika ukurasa wa tano. Bajeti kuu ilivyozigusa Tanapa, NCAA. Habari katika ukurasa wa saba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Raia Mwema. Mungwana ni kitendo, nalo gazeti Zanzibar Leo uko kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr Mwinyi hatuto walipa fidia wanaovamia ardhi, asema serikali italipa wenye haki wanaostahiki habari katika ukurasa wa pili. Dkt Mwinyi alipongeza shirika la viwango duniani habari katika ukurasa wa tatu. Wadao wahimizwa kuweka mazingira salama kwa mabaharia habari katika ukurasa wa tatu. Afariki baada ya kudondoka kutoka ghorofa ya tatu habari katika ukurasa wa sita. Watu wenye ulemavu walia na vituo vya daladala habari katika ukurasa wa tatu. Thailand yanasa dawa za kulevya tani mbili habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, so umeko ndani zaidi. Tugeukie sasa habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nilo gazeti Mwanaspoti, kwa maandishi makubwa yaliyokuzwa. Gazeti hili limeandika ile siku ndio leo. Ligi Kuu Bara leo Jumatano ni Yanga dhidi ya Simba saa kumi na moja kamili jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Gazeti hili limeandika kikosi cha Fado pamoja na kocha Hamdi. Mwamuzi ni Amin Mohamed kutoka Misri. Mwamuzi msaidizi ni Mohamed Ahmed kutoka Misri. Mwamuzi msaidizi namba mbili ni Samir Gamal Saadi kutoka Misri. Mwamuzi wa akiba ni Ahmed Mahrus kutoka Misri. Gazeti hili limeandika vikosi vya timu zote mbili vinavyotarajiwa na mifumo, tukianza kwa upande wa Simba Sports Club. Kulikipa ni Kamara, Kapombe, shabalala Kalabu Shemalon Kagoma Mpanzu Ngoma Mukwala Ahwa Kibu, mfumo ni 4231. Yanga golini ni Diara Mwenda Boka Baka Job Aucho Nzingeli Chama Mzize Pakome pamoja na Mudathiri, mfumo ni 4231. Undani wa tarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, ikiwa gazeti hili hii leo linatolewa maalum la dabi ya Kariakoo. Gazeti hili limeandika Yanga yashusha kiungo ya mficha kambini, habari katika ukurasa wa tatu. FIFA World Cup leo Jumatano ni Mamelodi na Fluminense, undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani. Linalo gazeti ya Habari Leo kwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika tusikimbiane leo 25 warejesha fomu uchaguzi TFF shime shimakoshwa maandalizi WAFCON habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika kocha ahali asikitika kuaga kombe la dunia la klabu habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. UMISETA atoa elimu usafi wa mazingira habari katika ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, kuiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa kyo nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kutoka hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwa heri kwa sasa.